Jioni ya leo katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro kulikuwa na mashindano ya mpira ambapo ulihusisha mpira wa pete pamoja na mpira wa miguu ambapo wenyeji kutoka chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro waliwakaribisha wageni kutoka chuo kikuu cha Mzumbe na tukashuhudia wenyeji chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro wakiibuka kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya wageni wao chuo kikuu cha Mzumbe. Sambamba na hilo, palikuwa na mpira wa pete kwa upande wa wasichana ambapo chuo kikuu cha Mzumbe waliibuka na ushindi wa bao 22 kwa tatu dhidi ya wanyeji wao chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Mara baada ya mchezo kumalizika, tulizungumza na wachezaji kutoka pande zote mbili na alikuwa na haya ya kusema. Yes, tutaendelea, tutafanya mazoezi, tutashajua makosa yetu yapo wapi, tutarekebisha makosa na tutaendelea kufanya vizuri. Umejisikiaje kuungana na chuo na chuo kingine? Ah, tumejisikia vizuri kwa sababu Mzumbe ni chuo kikubwa, then wana experience nyingi sana, wamecheza mashindano mengi kuliko sisi na tumejifunza vingi kutoka kwao. Kwa hiyo kwa, tumejisikia vizuri sana. Ah, shukrani sana. Hai, shukrani sana. Kwa majina naitwa Atanasia Pascali Emmanuel kutoka chuo cha Mzumbe University Main Campus Morogoro. Asante, hongera pia. Mnaje mchezo? Ah, mchezo uko vizuri kama mlivyoshuhudia, game ilikuwa ni ya moto kweli kweli experience jambo gani katika mchezo? uh, kwa kitu nilicho experience kwenye mchezo huu ni kwamba watu wako vizuri sana, wachezaji wote wako vizuri sana, wamecheza vizuri na pia tumejifunza mengi kutoka kwao. Shukrani sana, asante. Hapa tuko na kapteni wa chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, anaitwa nani? Naitwa Balandela. Mbona una furaha? uh, tuna furaha kwa sababu tumeibuka na ushindi na wapinzani wetu wa muda mrefu kwa hiyo tumewafunga leo ndio maana furahi kwa namna hii. Siri ya ushindi ni nini? Ah, siri ya ushindi ni kujituma, kufuata maelekezo ya mwalimu ambayo alituelekeza na hisi ni hivyo tu, wachezaji kujitoa, kucheza kwa morali. Mchezo leo umejifunza nini? Ah, mchezo wa leo tumejifunza kujitoa, kujitoa uwanjani, kucheza kwa juhudi, vilevile teamwork ndio kikubwa ambacho kimetuchangia sisi kupata ushindi. Timu ya Mzumbe nani? Kwa majina, naitwa Frederick Venance Kazungu, ni kapteni wa chuo kikuu Mzumbe. Mchezo uliendaje? Kwa upande wangu, cha kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu. Mchezo umeenda salama, tumeanza salama, tumemaliza salama, japokuwa kama matokeo ambayo ametokea tumepoteza, lakini kubwa, tunamshukuru Mungu kwa sababu mpira wa matokeo yote matatu, lakini sisi tumejipanga vizuri, lakini bahati ya kuwa upande wetu, tunamshukuru Mungu. Na umejifunza nini katika mchezo wa leo? Ah, cha kwanza kabisa mimi kama kapteni nimejifunza kwamba mchezo wa miguu ni mchezo ambao ni upendo. Cha kwanza kabisa nimekutana na wenzangu wa MUM, sawa, tumejuana vizuri, tumeshirikiana. Lakini pia mpira wa miguu pia ni ajira, kwa hiyo kupitia mpira wa miguu kuna baadhi ya watu wanaweza wakafanikiwa na wakafika mbali. Asante sana. Asante. Ah, hapa nipo na waziri wa michezo kutoka chuo kikuu cha Mzumbe. Mamba Poa, naitwa Tatu Kazimoto. Nimejisikia faraja sana, nimejisikia faraja sana kwa sababu kimsingi tumeshinda mechi nyingi, kwa hiyo inanipa ujasiri kwamba tuna timu nzuri kwenye huu mchezo, mchezo nimejifunza kwamba yani kila siku tunatakiwa kuendelea na mazoezi kujiboresha, yani hatuwezi kuwa tumefika, kwa hiyo tunapaswa uh, kadiri ya siku zinavyokwenda na sisi tunazidi kujiimarisha kimichezo. Yani michezo, ina umuhimu gani hasa kwa vijana? Michezo ina umuhimu kama tunavyojua kwamba, yani, sasa hivi vyakula tunavyokula na vitu mbalimbali yani, inabidi tuhakikishe kwamba tunakuwa strong, na kuwa strong kwenyewe inabidi tufanye mazoezi, kwa sababu mwisho wa siku tunajikuta wadada tunakula chipsi nini si ndiyo? Vitu kama hivyo, lakini hatuendi uwanjani, tunajaza mafuta mwilini na magonjwa ni mengi. Kwa hiyo kama vijana tunapaswa kufanya mazoezi, yani hata kama sio lazima u ucheze sijui netball, unaweza ukakimbia, unaweza ukatembea. Kuna aina mbalimbali za mazoezi, lakini pia unaweza kufanya mazoezi ukiwa nyumbani. Kwa hiyo mimi nadhani vijana tunatakiwa tufanye mazoezi, maana sisi ni taifa la kesho na tunatakiwa tuwe energetic. Umejiandaaje kuelekea mashindano ya TUSA? Ah, maandalizi ni makubwa sana. Maandalizi ni makubwa kama hapa tulipo ni sehemu ya maandalizi. Tumekuja hapa MUM kucheza na MUM. Hii ni sehemu ya maandalizi ambayo tunayafanya. Kwa hivyo tunapotoka hapa hatuondoki na ushindi kwamba tuseme kwamba tumeshinda, tunaenda kubweteka, lakini tunaamini kwamba tunaenda kukutana na watu ambao ni mabingwa zaidi. Lakini pia hata kwa michezo ambayo tumeshindwa, hiyo ni sehemu ambayo sisi tunaenda kupata nguvu na motivation kwamba leo tumeshindwa hapa na baadaye kuna mechi tunaenda kukutana nazo. Kwa hivyo tunaenda kufanya kwa uwezo wetu na kuwa weledi kusudi tuweze kushindana mashindano hayo. Shukrani sana, asante sana. Pia nipo na waziri wa michezo katika chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro. Atuambie na yeye kuhusu na michezo ya leo. naitwa nani kwa majina? anaitwa Ramadhani Saidi Kibua, ni waziri wa michezo sanaa na utamaduni katika chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro, MUMU. tuambie michezo ya leo imekuwa na hari kiasi gani kwenu? Alhamdulillah, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu baada ya kumaliza michezo yote. Maana leo tulikuwa na michezo minne. tulikuwa na basketball, tulikuwa na volleyball, tulikuwa na netball halikadhalika na mpira pendwa duniani football. Michezo leo tulikuwa imetutengenezea ari kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye season ya kuandaa timu zetu kwa ajili ya mashindano ya TUSA. Kwa hiyo tumeangalia madhaifu yapo sehemu gani na ubora wetu upo sehemu gani hususan katika michezo mitatu ya volleyball, basketball na netball. Kiukweli bado tuko nyuma kidogo, tunahitaji kuongeza jitihada za kutosha, kuongeza mazoezi ya kutosha ili kuweza kucompete na timu nyingine. Kwa upande wa football, alhamdulillah, kwa kiasi chake naona mambo ni mazuri na tumeweza kupata ushindi na tutaulinda na tuendelea kutengeneza na kutafuta ushindi mwingine zaidi kipi cha tofauti ambacho timu ya MUM imetuonyesha leo ah kwa kweli leo nimependa umoja na mshikamano baina ya mashabiki na timu zao wote hatukuachana nyuma kila mmoja alikuwa bega kwa bega kuhakikisha timu yake inashinda, na maana wanafunzi wote wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro wamesapoti michezo yao yote, yani netball, volleyball, football na hata basketball wamesupport kwao. Kile ni cha upekee na kizuri sana ambacho nime nimekifurahia kwa siku ya leo. Shukrani sana, asante sana. Ripoti kutoka Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, mimi ni Hadija Hamisi wa Chivihi Media.